Mbunge wa jimbo la Singida Magharibi Elibariki Kingu amekabidhi pikipiki sita kwa UVCCM mkoa wa Singida, ambapo pikipiki hizo ni kwa ajili ya mkatibu wa UVCCM wilaya zote sita katika mkoa huo. Mwenyekiti wa UVCCM Taifa Mohamed Kawaida ambaye ndiye aliyekuwa mgeni rasmi katika hafla ya uzinduzi wa miradi ya kiuchumi ya UVCCM mkoani hapo ambapo vibanda vya biashara sabini na tatu kampasi ya elimu ya chuo cha kati cha St. Joseph, kupokea na kukabidhi gari la jumuiya hiyo lililotolewa na mjumbe wa kamati ya siasa mkoa Halima Dendego ambaye pia ni mkuu wa mkoa huo pamoja na pikipiki sita za wilaya zilizotolewa na Elibariki Kingu, mbunge wa Singida Magharibi. Mheshimiwa mwenyekiti wa umoja wa vijana, kaka yangu comrade Kawaida, huwa nikiona watu wanajitoa kwa chama changu namna hii, macho yangu huwa yanalengwa lengwa na machozi ya uzalendo kwa chama changu. Sikutaka mwanzo kuzungumza sana kuhusiana kamisaa huyu Mheshimiwa Halima Dendego. Nataka nikuambie, mheshimiwa mwenyekiti, kama chama kina mtu wa kumkumbatia mtu mzalendo na mnyenyekevu ni huyu kamisa wetu, mkuu wetu wa mkoa Halima. Mwezi mmoja na nusu, mheshimiwa mwenyekiti, mama huyu ameendesha harambee, yeye akishirikiana na kamati ya siasa ya mkoa wa Singida na kamati ya utekelezaji ya vijana wote, niliwaona Dodoma. Tukachanga zaidi ya bilioni moja na milioni mia sita kujenga jengo la CCM mkoa. Mheshimiwa RC, kwa uzalendo wako wa kuwapenda vijana, Mungu wa Isaka, Ibrahimu na Yakobo asikupungukie. Niseme nisiseme, Mheshimiwa mwenyekiti, kwa mapenzi hayo hayo ya vijana wa mkoa wa Singida, na mimi kijana wako, mwenyekiti wangu na makamu wangu, nimejitutumua kwa nafasi ambayo Mungu amenibariki. Nilipokutana na vijana pale Ikungi, walipofanya kikao chao cha baraza chini ya usimamizi wa aliyekuwa katibu wa wakati huo, kaka yangu Maganga, kijana mzalendo na mnyenyekevu sana na ndio maana umepanda cheo, umestahili, kwa sababu wewe ni mchapa kazi. Niliwaahidi vijana mkishikamana na mimi mbunge wenu, kwa kidogo ninachokipata bungeni, nitarudisha heshima kwa chama changu, nitawanunulieni pikipiki wilaya zote za mkoa wa Singida. Mheshimiwa Kawaida, wewe ni kiongozi mnyenyekevu sana. Haya maneno siyazungumzi kwa sababu huko hapa, wewe ni kiongozi mnyenyekevu sana. Nilipokuwa Uingereza kikazi juzi, nikakuomba kaka yangu, niko London, nimenunua pikipiki za vijana, sitamani mtu aniwakilishe, nisogezee tarehe za mbele ili kusudi nimalize ziara nije nikabidhi pikipiki. Ninakushukuru sana mwenyekiti wangu, asante sana kaka yangu. Wewe message, ni kiongozi mnyenyekevu, ulinitumia meseji ukaniambia, Kingu kaka yangu, nimekusikiliza tutakabidhi pikipiki na mimi nitakuja rasmi tarehe 24 nne. Mimi ziara nilikuwa namaliza tarehe 26 London, nikakatiza ziara nije nikupokee kupokee mwenyekiti wangu ninayekipenda na kukuheshimu, lakini pia unaye makamu wako dada yangu Rehema Somo, binti wa nyumbani Singida hapa. Na mkiona haya pia nayafanya, ni kuwaheshimisheni ninyi viongozi wawili kwa dhamana mliyopewa, lakini kubwa zaidi vijana mmeniletea mmeuletea mkoa mmeiletea Ikungi, mwenyekiti wa viwango dada yangu ya Zulfa, kwa heshima hiyo, kwa heshima hiyo, ninaomba nikukabidhi risiti ambayo nimelipia fedha taslimu, na hapa ninasema taslimu, maana kuna watu wanapenda majungu, wapigania chama na wajenga chama kuna watu kazi yao ni fitina. Tumelipa fedha taslimu milioni kumi na sita pointi mbili na kununua pikipiki mpya sita ziko hapa nje, na umoja wa vijana wamesema taratibu siku hizi zimebadilika, kupata haki lazima watume TRA zisajiliwe, na pikipiki piki zote tumetumia ti namba ya umoja wa vijana, zote zinasajiliwa kwa namba ya umoja wa vijana. Sisewe. Na tutatoka nje, pikipiki tayari ziko nje, zimelipiwa pesa, tumelipa kodi ya serikali milioni mbili laki saba, hazidaiwi kumi hata moja. Sisiemu, Manyoni wana pikipiki, Ikungi wana pikipiki, Mkalama wana pikipiki, Irama wana pikipiki, Singida Mjini wana pikipiki na Singida Kaskazini wana pikipiki. Pia mbunge huyo amewapa bati 120 zenye thamani ya milioni 3.1 UWT mkoa na tiles zenye thamani ya milioni saba za ofisi ya CCM wilaya ya Ikungi. Sambamba na hayo amewapa shilingi milioni tatu kwa jumuiya ya wilaya ya Ikungi mkoani Singida.